Hadithi ya uchekesho ajali ya bodaboda ya baba Juma. Kijiji cha Mtemi kilijulikana kwa kuwa na madereva la bodaboda wachapakazi, lakini pia wachekeshaji. Miongoni mwao alikuwepo Baba Juma, dereva wa bodaboda mwenye umri wa miaka 55. Baba Juma hakuwa dereva wa kawaida. Kila safari yake ilikuwa tamthilia ya vichekesho. Yeye alikuwa mkorofi kidogo, lakini pia mwenye utani mwingi. Siku moja asubuhi, mama mmoja alikodi bodaboda yake, alikuwa amebeba ndoo ya samaki waliokaangwa. Baba Juma akawa anaendesha huku akifukiza moshi wa pikipiki, samaki wakaanza kunuka hadi watu wa barabarani wakafikiri kuna harusi. <laughs> Mama yule akamwambia Baba Juma Endesha taratibu, samaki wangu wanaungua. Baba Juma akajibu, usijali mama, moto wa pikipiki wangu unaongeza ladha, hawa watakuwa samaki wa bodaboda <laughs> baada ya kumshusha yule mama, akapanda msichana mmoja wa mjini anaitwa Stesi. alipanda bodaboda huku akishika simu yake kwa nguvu, akipiga selfie kila sekunde. Baba Juma akasema, we dada usije ukashusha simu, ikaanguka mimi sitasimama kuichukua. Kamera yako ikipiga picha na nyasi itakuwa nature photography bure. <laughs> Stesi akakosea njia ya kuweka selfie filter, akajikuta amejipiga picha akiwa na nywele za mbwa. Baba Juma akavunja mbavu akacheka mpaka akasimamisha pikipiki. Jamani, sasa wewe ni msichana wa mbwa au wa mjini? <laughs> Siku ya Jumapili Baba Juma aliamua kuwapeleka waumini kanisani. Wakiwa njiani, padri akaenda kupita na gari lake. Waumini waliokuwa nyuma ya bodaboda walikuwa wakiimba nyimbo za kanisa. Baba Juma naye akaongeza sauti, nyimbo za Injili zinapendeza zaidi kwa spidi. Kisha akabonyeza kengele ya bodaboda kwa sauti kali, kring kring kring, kana kwamba ni ala ya muziki wa kanisa. Waumini wakaanza kucheka badala ya kuimba. Siku moja alipanda kijana mmoja aitwaye Kasim ambaye alilala usingizi juu ya boda boda. Baba Juma akawa anaendesha huku anapiga stori na watu barabarani bila kujua mteja wake amelala. Ghafla Kasim akaanguka barabarani kimya kimya. Baba Juma aliendelea kuendesha pikipiki kwa kilomita tatu bila kujua. Alipoangalia nyuma akasema eh, huyu kijana amenilipa kwa mpesa ya upepo au? Watu wakampigia kelele, Baba Juma, mteja wako kaanguka nyuma. Akarudi nyuma na kumkuta Kasim akiwa amelela kitandoni cha majani barabarani, akisema nilidhani hii bodaboda imekuwa kitanda cha spring. Siku moja Baba Juma aliombwa aendeshe msafara wa harusi. Alipowasili, badala ya kumpeleka bibi harusi kwa taratibu, akaanza kuendesha akijifanya kama DJ, bibi harusi na bwana harusi karibu kwenye klab bodaboda akaanza kubonjeza honi kwa midundo pipipi pi, pi, pi, pi, pi, huku akipiga kelele Make some noise. Wageni wa harusi walicheka hadi wengine wakashindwa kula pilau. Hitimisho: baada ya vituko vyote, Baba Juma alijulikana kijijini kama bodaboda wa vichekesho. Hakuna aliyepanda pikipiki yake bila kushuka na machozi ya kichekesho. Mwishoni alijivunia akisema, wengine wanasafirisha watu mimi nasafirisha furaha. Zilipwa mwisho wa hadithi.